Tuliongea na wao vile ya kuzalisha chakula, niliwaeleza vile tutapanga mambo ya kilimo, niliwaeleza vile tutapanga mambo ya matibabu, niliwaeleza kina mama mboga vile tutafanya biashara pamoja na wao, niliwaeleza mambo mengi ya stima na yale mengine. Na leo eh, nimefika hapa Ukambani tangu juzi eh, ama tangu jana kwa sababu ya kuhamasisha wananchi wa sehemu hii waelewe serikali yao ya Kenya imefika wapi na mambo yao na, kati ya mambo hapo katikati eh, nimeshughulika nayo, ni maneno ya barabara ya sehemu hii ya Ukambani, maneno ya kusambaza stima sehemu hii ya Ukambani, program yetu ya affordable housing, program yetu ya markets, program yetu ya hostels na programu zingine nyingi ambazo tuko nazo. Uh, leo tulikuwa tunapatiana mbegu za pamba uh, kwa sababu um, sehemu hii ya Ukambani ilijulikana pale mbeleni kwa kilimo ya pamba, na sasa uh, kama taifa um, tunaelekea uh, mahali ambapo tunataka kurudisha kilimo ya pamba. Kwa sababu textile industry and apparel ni mahali ambapo tunataka kuzalisha nafasi nyingi za ajira za taifa letu la Kenya kwa vijana. So ni kati ya mambo ambayo tunafanya ambayo yatatusaidia, um, katika miradi na mipango ya maendeleo ya hapa Ukambani pamoja na Kenya nzima. So hiyo ndio kazi mimi nimekuja hapa.